Kwa hiyo wenzetu, mmekaa mmeridhika kabisa nini? Una habari gani? Kiti changu iko hapo, nikukaribishe kwenye kiti, unakuja una... kugia, ma... siwezi kukaa kwa sababu yananiuma. Kinachokumba kitu gani? Kwa hiyo yani, mpaka hivi sasa we, huna habari yoyote hata, kutokana na haya mauaji yanayotokea katika msitu wa Nile, yani si ni kwambie nini? Acha sina tetesi kuongea. Aha, kwa kuwa anayehusika ni mwanao, si ndio? Anayesababisha ni mtoto wa mfalme, ndio aliyesababisha matatizo yote hivi hata wewe mwana mama, unashindwa kuonea huruma wazazi wenzio, wanawake wenzio, kila kukicha na kazi ya kumwaga machozi kwa ajili ya mtoto wako? na hivi ninavyokuambia ndio nakwenda sasa kumwambia mfalme. Nenda kamwambie, lakini aliyesababisha ni mtoto wa mfalme, ndio maana machafuko yote yakatokea. Ndio nakwenda sasa, nenda njia yenyewe. na vipi, kufagilie mwangalie miguu kakuadi nihezakkuna ididogoli umeipenda, nimeipenda kitu gani Layan, hata haya watu wengine si wapoje? unaenda wapi wewe mama? Sikia lisilokuhusu lisikusumbue. Sikia lisilokuhusu lisikusumbue. Mwanao anapata kile alichostahili. Yeye alikuwa kijakazi wa mwana mfalme, na alitumikishwa na alifanya kila alichoambiwa. Hivyo basi, hii ndio hukumu yake, na hili ndio anastahili. Rudi likotoka